Kibaa, mlikuwa mmedharaulika sana, mlikuwa mnadharaulika, mlibezwa na serikali, dio, ya chama cha mapinduzi wakati huo eh, Kibaa ilikuwa inaongozwa na, na chama cha mapinduzi. Hata wakati huu sasa tunazungumza, Kibaa inaongozwa na chama cha mapinduzi kwa madiwani pamoja na wabunge dio. Lakini vilevile vile kitaifa kwa ujumla dharau hii ni nani hasa hali ya kuwa hana wadharau watu wa Kibaa. Kibaa wakati tunazungumza ajenda, sisi Kibaa tuiweka ajenda zetu hmm. E, moja kati ya ajenda ni kuboresha maisha ya wananchi wa Kibaa hmm. wakati tunafanya kampeni hmm. tulikuwa tunadai hmm. kituo cha afya, yaani huduma za afya zilizoboreshwa. wakati tunafanya kampeni tulikuwa tunadai hmm. miundombinu mbinu iliyoboreshwa hmm. wakati tunafanya kampeni tulikuwa tunadai huduma bora za elimu pale, elfu mbili na kumi ile ilikuwa tarehe ishirini na tisa mwezi wa tisa elfu mbili na kumi ule mkutano, alikuja Zitto Kabwe ule pale. Mpaka sasa hivi hayo yote uliyokuwa unayapigania hmm. yametimizwa hmm. Utaona, utaona. utaona vituo vya hmm. afya yametimizwa ya kwa asilimia mia moja so tu kaangalia kwa macho hmm. nenda karusha droni pale hmm. utaona mnaharaulika amarauliki sasa hivi ha. Sasa unajua e, maana ya kuomba kula pale, tukija kuomba kula, tukawaambia CCM ameshindwa hiki hiki na hiki hmm, wakaja wakafanya, maanaake hmm, wanatuheshimu na bila shaka e, kwa wakati huo ulikuwa umekonda sana, nilikuwa hohe hahe hmm. kama una chama ambacho hmm. hamjui hata mpango yani, hmm. pale nagombea ubunge hmm kwenye jimbo la kata kumi na nne na kata nane tu madiwani umu. Kata nne sina sita sina mwenyekiti e, wa chama cha demokrasia na maendeleo e, Chadema, ndugu Tundu Lissu, pamoja na makamu mwenyekiti ndugu Heche uliwatumu e, kuhusika na vurugu e, ya Oktoba 29 mm hii -hmm. itakumbukwa kwamba wakati wa vurugu hizi viongozi hawa wakuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Eh, walikuwa kizuizini Tundu Lissu na pamoja na John Heche. Ni nani aliyeratibu eh, vurugu hizo ndani ya Chadema, kuwa maabusu mm. akuzuii chama mm. kilichopanga kufanya uhalifu mm. kutumia uchaguzi mkuu mm. kuzuia, kwani subiri kidogo, kwani, mm. kwani angekuwa nje mm. Lissu angekuwa kila sehemu, si ni mifumo ya chama somesha seti mipango angekuwa nje, eche siku hiyo angekuwa kila sehemu, angekuwa Magomeni, angekuwa Tandale, angekuwa Kimala, walipochoma walipochoma masheri, angekuwa kote. Hapana hmm. hata angekuwa nje angesema mimi nilikuwa nyumbani kwangu niko hmm. so nyumbani, nimekaa nyumbani, hawa watu waliwezaje? Eh, kwa sababu ukisema Lisu amekuwa ndani kwa muda mrefu hmm. miezi kadhaa kabla hata mchakato, kwa maana ya kampeni kwanza, nakuuliza swali dogo tu mm, heche naye vile vile dogo hivyo ni niruhusu nimalize tafadhali. Hoja yangu ya msingi ni kwamba hawa watu waliwezaje kuratibu eh, vurugu hizi za Oktoba 29 angali wako ndani? Waliweza kuratibu vurugu za Oktoba 29 mm -hmm. kupitia mifumo yao walioiweka ambayo wangeitumia vile vile wangekuwa nje. Ni mtanzania gani tofauti na heche na lisu mm -hmm. waliosema kwamba uchaguzi mwaka huu hautafanyika. Taje wawili, kiondoa watu wawili, kama una uhakika ya kwamba hawa watu walifanya hivyo mm. Eh, Heche yuko uraiani mm. Kwa nini jeshi la polisi halijamkamata? Mimi sio jeshi la polisi. Wewe umejuaje kama jeshi, wewe umejuaje kwamba hao walihusika? Una clip hapo ucheza au ni kupewa ucheza au umenicheza clip ya Lissu akisema jeshi la polisi, umemtaja Heche eh. Swali so langu la msingi ni kwamba kama huyu mtu alihusika na vurugu hizi ambayo imesababisha athari kubwa katika taifa letu, kubwa sana wa Tanzania wamepoteza maisha yao mm. watu wameharibikiwa mali zao. Kama una uthibitisho huo ya kwamba huyu mtu Heche alihusika na vurugu hivyo. manake, manake sasa wewe umeenda extra mile hata kuliko mamlaka ambao mamlaka haya Lio. wangeweza kumshika. Kwa nini hajashikiliwa? Sijui, ikiwa... traj, sio chomo, maake, wewe sasa, mimi nimepiga filimbi. Wewe una jicho kuliko vyombo vyetu, wewe una jicho sasa la kiusalama kuliko vyombo vyetu vya ulinzi na usalama tunavyo na, na, na na, na, so so tu na jicho. Hakuna mtu yoyote mwenye akili timamu ambaye hajui kwamba vurugu za tarehe 29 zimechochewa na Chadema hayupo mm. ksaau kwa sababu, kwa Tundu Lissu na Heche. Kwa sababu mm. hayupo Mtanzania yoyote mm. aliyesema nje ya Lissu na Heche mm. aliyesema uchaguzi wa tarehe 29 9 mm. hautafanyika mm. nani mwingine kasema? mm. Kwa nini sasa usione kama wanahusika? Hivyo jeshi la polisi wame, wanafanya makosa kumwachilia Lissu tayari si siuko mabusu. Tunaongelea huyu aliyokuwa na kelisu aliingia tangu hata kabla ya uchaguzi. E, si mimi sitaki kuingilia hmm. Lakini mimi ukiniambia eh, kama kuna kosa tunalifanya kama taifa hmm. ni kulea wanasiasa wanaoamini kwenye vurugu kuliko demokrasia. Tumwamini nani sasa? Wewe Mchange ambaye unaona una hilo na una jeshi letu la polisi na vyombo vyetu vingine vya usalama. Mimi natoa maoni yangu. Viongozi si wa dini wametoa kauli na, wetu, bali, wame na kile, Fano, eh, tumeona viongozi wetu mbalimbali wa dini wametoa kauli kuhusiana na kile kilichotokea. Tumeona kanisa Katoliki Eh, tech kupitia kwa katibu wao walitoa walitoa eh, tamko na wameeleza. Tumeona vilevile mashehe nao wakizungumza, waki manake hata hawa viongozi wa dini, Habibu Mchenge, hauna imani nao. Wamesemaje viongozi wa dini? mm -hmm. Mimi nilisikia viongozi wa dini mmoja mm -hmm. wamekemea mm -hmm. kilichotokea mm -hmm. na wamesema hakipaswi kutokea, kutokea. Tena, mimi pia nakemea kilichotokea na, mm -hmm. na ziada Nimewasikia viongozi wa dini kwa mfano hmm. mi Mwislamu, viongozi wangu wenzangu, waislamu wenzangu wakachochea vitu sio vizuri dhidi ya Wakristo, siungi mkono hao waislamu wenzako ambao unasema ya kwamba wamechochea wamechukuliwa hatua zingine, ik Wakatoliki na Waislamu wamechukuliwa hatua gani? vilihusu mimi kama raia Mtanzania, nakwambia Kanisa Katoliki limekosea kwenye tamko lake na nitakuonesha ukoseaje. Wale Waislamu waliwajibu hmm. Wamekosea kwa kina Heche, uliwataka jeshi la polisi kuwachukulia hatua hmm. kwenye hawa uendelee, ulikuwa unawafundisha kufanya kazi, hmm. kazi zao kukosea kwa, wa, hmm. hmm. kwa, kwa, kwa kugombana Waislamu hmm. na Wakristo hmm. hakufanani na kukosea hmm. kwa watu waliotaka nchi ipinduliwe vitu hmm vitofauti. Mimi nasema wale walichukua hatua kwa sababu tarehe 29 walitaka kufanikisha mapinduzi kwa sababu walishindwa kushiriki uchaguzi. Wakataka kutumia vijana ambao hawana hatia kupindua nchi. Hawa huku, huyu kamkemea, huyu huyu kamkemea, hao ni wao, wanaweza wakakutana hata kwenye baraza la kahawa wakazungumza, wakamaliza. Kiongozi wa Katoliki anasema maandamano, kwa sababu kajenga hoja akisema watu wamekufa kwenye maandamano ya amani. Hakukuwa na maandamano ya amani, wameanzia pale kukosea. Alafu yule mwingine kaja padri Kitima ee, sijui alisemaga yule Gwajima kule, kawe atumia lugha fulani hivyo, kata namsema mwa kiongozi mwingine sitaki kuisema hmm. kala nini hmm. Bro, uwezi ukatoa hisia zako hmm. kwa mwamvuli wa dini mwiko hmm. Kitima kitime Kitima, padri, Dr. Charles Padri Kitima, Kitima. Kwangu mimi hmm. namnyang'anya haki yake. Kitima ni mshauri mwandamizi wa Chadema, mtatoa ushuhuda? Hapana. Ni, ni katibu wa tech ambaye ana cheo mm. Kofia na, na huma unamtambua kama katibu wa tech, na uongezea huma, usipotoshe, nataka iwekwe vizuri kabisa mm, mimi huma, Habibu Mchenge mm. ninasema pamoja na Kitima kuwa katibu wa tech, Kitima ni mshauri wa Chadema. Kwa nini? Nenda kasikilize speech ya Lissu akigombea wenye kiti wa Chadema. Lissu anasema tumeitwa na padri Kitima zaidi ya mara tatu, na kama ujui Kitima aliwaita Mbowe na Lissu na viongozi wengine wa kanisa Katoliki Msimbazi Center pale, anawaambia mwenyekiti, wewe usigombee. Wewe Lissu, usigombee mwenyekiti, utakiharibu hiki chama. Hiki chama sisi tuna masilahi nacho. Kuna masilahi nayo gani hiyo alikwambia wewe? Record zipo Mm. Records zipo, okay. Usifikiri wao okay, wote viongozi wote wa dini wanaokaa na Kitima mm, wanakubaliana na Kitima. Lisu amesema hadharani kwamba waliitwa kupatanishwa na padri Kitima mm. Kama akawa mwenyekiti Kitima ni atajia andiko gani linamtuma kawapatanisha Chadema? Juzi ACT wamegombana hapa, mbona hajawaita kuwapatanisha? Kuna kelele zinaendelea huko sijui UMD, mbona hajawaita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 kama maneno haya mimi naongea ni uongo, wewe ni bingwa wa midalo. hmm. Weka ngoma hapo itaecha kaiba, mimi ni kae no. hapo eche na wewe aje hapa, ningele ni makamu mwenyekiti bro, eche sio makamu mwenyekiti, eche mimi kwangu yeah, ilibidi nikatwe, hmm. ndoa ya mwenyekiti wa bavicha nikatwe, yeah, vipi ningolewe? hmm. Wewe unamwona makamu mwenyekiti, mimi namuona mtu ambaye mimi nafanya harakati Chadema yeye hmm. diwani talime bro, sisi tunapanga CCM tukawapigeje kuhusu nishati tukawapigeje kuhusu maji? Yeye ni diwani anazungumzia kakataka maji hmm. Kwa hiyo hana hiyo hadhi ya, yani mwenye hmm. makamu mwenye kiti huko kwangu, mimi ni njuka kwenye hizi hmm. siasa aje hmm. hapa makamu mwenye kiti wa chama kikuu cha upinzani mimi ni mwenye kiti wa kituo cha wanabara wa tezo la semana taarifa, mm. taifa nzima, lakini wewe ni kanda, chama cha mapinduzi aje hata hmm. yeye ni kanda wa chama cha chama cha chama cha dema hmm. lakini mimi nakwambia, heche mshauri wake namba mmoja ni Padri Kitima hmm. na kuna ubaya wowote yeye kuwa mshauri wake. Asa, anatakiwa declare. Hmm. Yani, akisema, mimi, Padri Charles Kitima hmm. nina declare kwamba ni mshauri wa Chadema alafu anaanza kusema hmm. lakini akija tu pale nakavaa na nini yule anaongea anatumia vibaya madaraka yake kwa Wakatoliki. Tumeona viongozi wale wengine wengi wakiwa, wakia, walikuwa wakiambatana vilevile katika kampeni za Chama cha Mapinduzi, wale nao tuwahitaje? Viongozi wale wa dini wanakwenda so, so, kwenye kampeni sioaaluzi so, so, so, tu vyama vyote vila viongozi wa dini, kwa sababu siasa usichanganye. Kwenda kwenye mkutano wa dini kufanya sala, karibu kiongozi wa Waislamu tuombee, na kwenda kwenye kikao cha ndani kuwambia sisi tuna interest Uwewe, uki, vitu, vitu, vitu, Chadema, na hiki chama wewe ukigomvitu vitofauti Chadema, wakati wanagombea urais elfu mbili na ishirini walikuwa wanazunguka na kina mama Makula, kwa mtu amegoa, walikuwa wanazunguka na, na viongozi wengine wa dini wanamelalamika mwaka 2015 alikuwa anazungumka na kina kina Katimba wanamwombea dua Loasa kwenye mkutano kuomba dua kwa Mwenyezi Mungu adhara hii watu hawa wasimamie wawe chini yako, hiyo <mimu> sio dhambi, unaamini Ula... ya kwamba viongozi wa dini wana nafasi kubwa katika kuleta amani katika taifa na kuleta amani katika vyama vya siasa hapa nchini. wakisimama kwenye dini lakini hmm. wana, wana nafasi kubwa wakafanya kazi waliotumwa kwenye dini hmm ya Mwenyezi Mungu, wana nafasi kubwa sana viongozi wa dini wana, wana, wanaweza wakamwombea kura mgombea hmm. hmm. hmm. <coughs> wa chama chochote. Imetokea huko akina kilaini wamefanya, nakina wengine wamefanya kueleza interest zao, lakini wale nao tuseme kilok... kwamba ni, ni, ni, ni makada wa kilok... chama cha mapinduzi. Kiongozi wa dini ametoka hadharani <coughs> amesema mimi binafsi hmm. namombea kura Odemba chief hmm. Ha, awe CEO hmm. wa Star TV hmm. ametoka adhalani hmm. tofauti na kiongozi hmm, tuongee kwenye siasa, usiwe tu kwenye siasa tofauti, hmm. na kiongozi ambaye amejifungia chumbani hmm, mwaka 2014 Habibu Mchange, ulitumiwa kutaka kulipua helikopta iliyokuwa imembeba karibu mkuu wa Chadema kwa wakati huo eh, Dr. Wilbrod Slaa na katibu mkuu kwa sasa eh, ndugu John John eh, Mnyika, kwa nini ulitaka kutoa roho za binadamu ama uhai wa binadamu wenzako kwa vipande thelathini vya fedha? Habibu, tulifanya tulifanya interview debate alikuwa hmm. mimi hmm. na Mnyika Star TV, tulikuwa Dar es Salaam, alikuwa natuji mzee, angalieni mpendo baliana baada ya interview ile tusiongee tena hilo jambo, kwa maslahi ya Mnyika mm. kwa maslahi ya Chadema mm. na kwa heshima ya chama changu nilichopita, naomba mm. nisiongee mm. kwa sababu hilo jambo mm. linafukua mambo mengi sana mabaya mm. ambayo Chadema wamefanya mm. mm. niwaspe kwenye hilo wenehlo mm. Lakini ulikuwa uli, uli eh, umedhamiria kufanya hivyo kwa nini? Tulifanya interview mwaka elfu mbili huo na kumi na nne mimi mm. Mnyika mm. TV hmm. Dar es Salaam aliyekuwa anatuongoza hmm. alikuwa ni mzangalieni Mpendo hmm. kule Mwanza hmm. alikuwa Ivona Kamuntu hmm. baada ya interview ile tulikubaliana, hmm. kwa maslahi hmm. mapana ya Chadema, kwa maslahi ya kwa heshima ya mimi na Mnyika, heshima hmm. ya mimi na Mbowe, heshima hmm. ya Mnyika na Zito na Mbowe, tusilizungumzie tena hilo swala hmm. Kwa sababu linavua nguo chama kikuu cha upinzani hmm. Hilo swala linaunganika na mambo mengi, sijui mauaji ya Arusha elfu mbili kumi na moja hmm. mauaji ya marehemu Wangosi, utekwaji hmm. wakina Joseph Yona Watemeke, tindikali hmm. wakina uyu Musatesha, mengi, kifo cha Chacha Wangwe chacha, mengi, hapo humo kwenye hilo jambo hmm. tukaombana kiwanaume hmm. eh, tufanyeje hmm. tuifunge kwa hmm. sababu Mnyika hajasema popote kuhusu hilo swala hmm nisiseme tena lakini, eh, kwa mbalimbali unaonekana hilo jambo lilidhamiria. Kama mimi naweza kuwa na miliki bunduki, naweza kuwa na mfumo wa kulipua helikopta, inawezekana. Unaona vyona sawa, ila sisi, kwa sababu una wanaume, tulikubaliana tusiseme tena na nimekutajia scenario swali inafumua, nimesahau mpango wa kumuua Zito Morogoro, akafali zona mwandishi ule, muuza magazeti, mengi sana yapo kwenye hilo dude. Pengine wanaweza wakaona kwamba ndio sababu unaichukia Chadema. Kuna okay, namna ambavyo tunatakiwa kama gentleman tuliacha hiyo. Mimi naliacha sitalisema popote hmm. na nilimwahidi Mnyika, silisemi tena hmm. nilimwahidi mwenyekiti kiti Mbowe, silisemi hmm. tena ilikuwa na ukweli, haikuwa na ukweli, mimi nasema, siwezi kulizungumzia, tushakubaliana. hmm. Gentleman hmm. top hmm. Lakini unahisi kwamba mwite kwanza. Mnyika nimekuomba, hmm. mwite hmm. Heche hmm. mwite Mnyika hmm. aseme, akisema na mimi nitasema, asiposema hmm. sisemi. Hivyo hauko tayari, siwezi kujibu. tuma hizi si kubwa ulizotumwa si Watu waamini nini sasa? waamini kwamba mimi na kina Mnyika tulikubara tukaongea kwamba zina ukweli sasa hiyo perception bro mm. Perception inakuumiza kwa namna